Tunaendelea uh, tupo na Kipara uh, MC pamoja na KBMC. After next music. KBMC, leo niko na Kipara na kuzuru na leo atakukuta mazara dogo, nasikia kwenu navuta sigara, unakuja jela leo na unataka unyabara ya, Kipara vipi, mbona unatisha? Nasikia uko kwenu dele tu unaarisha, nakula miogo pamoja na viazi. Kipara yoyote leo nakuweka wazi, nabidi ubadilike uende na utandawazi, na kwaje unajiita anko na shangazi, na kuweka wazi sababu wewe uwewezi, kwanza izi seli nazopita za Kinyamwezi. Kipara leo kwanza nakupiga makwenzi, na siku ni kiamka huwa na naacha cha mkwenzi. Kipara najua kebi wezi nikumpua kwenye izi saidi, dogo wezi sa leo na kulipua, najita kibara kibimi utanidua. Nasikia kibara wewe wewe, na ninyima jicho nampa bwana gewe gewe, hii nakuambia lazima unielewe welewe, mikasa nikuambia wae na uchelewe chelewe. Nashangaa umewae etu umekuja saa moja bwana <tipi> Ya yeah, uya mwanangu umekutana na Kipara, halapu wala asina papara, nimemboni lekebisha la kuotumwa na nyamala ebwana e, bonge la ko nimegewa kipaza ni mchane, bonge la bisho, alafu wanaonekana mwimba kisingeli hivi 45 ama 32, dogo wangu mimi chakukushauli nenda kwenu kokakate mapoli. Mika mana leo umeyafagea kwa hizi flow kali, na mimi mchizi utakaa na hivi. Ni vijimambo vinavyokufanya koselaa nite bwana mdogo nile mzini alekuzaa, hata baba yako nina uwezo wa kumfagea. Basi tikisatikisa kichwa bambataa na ukataa hiyo kofia yako, minakuvua kalivyo mvua. Mwenzako shauli yako, hizi anga zangu wala sio anga zako. Oya mwanangu niwezi hata kidogo mi ndo MC Kipara afu sina hata kichogo, mwanangu inabidi usome logo, wenzako wanaulizana nimekula miogo, si umesema si miogo ni kalisha na kukalisha. Si pamoja na Kipara MC. Uh, binafsi ni kwa najua KB amemaliza show hii. Sikutegemea, oh, yeah? kama Kipara angeretaliate kiasi hichi, yeah, yeah, kwa hiyo kwa sababu alichokifanya pia ni kikubwa Binafsi binafsi nampa pia nafasi wao. Mimi naomba ni balance moja, moja, moja, moja Mansuri Sinza Star. Yeah, ningependa ningependa kuwasikia pia kwa mara nyingine. Moja moja pia kutoka kwa Mansuri. So NGA. Ah, kwa upande wangu naona Kipara amefanya comeback. Hii mimi nitampa Kipara lakini kwa ushauri tu ambao naweza kutoa kwake na kwa wengine wote ambao wanashiriki. Yeah. Ah, mkiwa mna, mna, mna, mna bato hivi si vyema kama mtashikana shikana au mtavuliana vitu ambavyo watu wamevaa yeah. Iwe heshima kwenye hilo swala lakini sure. Mambo mengine ya maneno tupiane maneno tu lakini yeah. Zisiwe mambo ya kushikana, kwa hiyo hii okay. Nampa Kipara, lakini kwa sababu judges wawili wamesema sare, tutahitaji kusikia raundi nyingine ya pili. Oh yeah. so, eh, imetoka draw, tunaendelea na raundi nyingine yeah raundi ya pili, ya kukuzalilisha tunapoishia tulipoishia, ulisema na alisha nimesahau nimeambiwa nisikuguse wewe, mwanangu, basi usiombe pakuche leo hii, umekutana na bonge la MC kwenye stage ya Mikasa na kushusha CV, shauli yako wechekechea, mimi na degree sikutukani, afu shauli yako tena, si unajua navyochana mi mbaya sana, nimekutana na wewe sema na kusaluti natembea na nata na hii biti, ila mwanangu jua kwamba mimi niko fiti, nimeambiwa wala ni sikuzalau weso kama yule shuga bonge la nyang'aa, usema basi mwanangu, mitikasi mi nachana nyachana fisari mpaka basi, napa lipo tayari ishakula nyasi, kafalasi mdogo wangu chalenji, mi nashinda utake ustake kwenye biti na kudunda, utake ustake kwenye biti na kubonda, wekibonde lazima ni kupige makonde, kaimbe nyimbo ya Zuchu ile nyimbo ya afande, unavyoonekana kwenye steji kama mgeni hivi, udogo sajenti ya madogo pateni we machizi wote kavipi nje, mtoeni, au nahisi labda ngepanga foleni. We kibaka shauri yako oh, Kibio. Ah yeah. Uh, yeah Kipara leo unakuja mahuji, unasema kwamba we ni prop uji. Nakupa hizi ambazo kwangu ni tizi bato, nakupigisha leo kwa maangamizi. Unasema we, eti kwenu tikwenu huwa warishi, kuna kitu nilikuuliza ukamuuliza ni kimbishi unasema watu kibao na wafahamu hapa, mikasa leo na kumwaga midamu. Najijita Kipara wakati unanywele, Kebi kebii, nasema umchizi, mbona na kwere na chana mikasa na unanipigia kelele. We vipi, mbona unawashwa leo nakukuna, si unaupele? naona umekuja kwa kweli umeakanyaga, unajiita kuku api ilikuwa ulilotaga. Sasa nakuuliza na kukandamiza kaki Zenji una, uko Bongo lakini unatokea Zenji, nasikia kwenu mwanangu ni Pemba, kwenye ibato mikasa leo mesalenda, nakupa kitu ambacho leo utapenda, kwenye hizi flow wezi niwekea agenda jenda. Kipara leo na kuzuru zuru, nakuja jalo nataka kabla ya furu Sururu, ya na kutindua kwanza kwa sururu sururu, hata kama ukiwa moga kama kunguru kunguru. Okay, songa, nasema ya, nasemaje? Ya Kipara alivyoanza, bwana, kama lirudia tatizo lake la bato hili iliyopita la swala ambayo tulikuwa tunazungumzia kuhusu vina mm. The way una rhyme una rhyme mwishoni unaishia yeah. uh, ameenda nalo lakini mwishoni pale kidogo akajitahidi, alivyosema kwamba uh, umekuja kwenye bato, wewe ni mgeni, hatujui wewe ni dogo sergeant au pateni, unajua zile <laughs> kwao mwishoni kule akawa amejikava kava amejipata, lakini huku mwanzoni alikuwa ameharibu. oh, yeah. uh, nani? KB KB KB KBMC. Amejitahidi pia amefanya vizuri, amesikika vizuri uh, amerusha pia panchi za kutosha yeah. Nikikompea kwa hao wawili mi kura yangu itaenda kwa KB, KB. yeah. oh yeah. Masule, KB MC, KB MC. Mimi pia nampa KB, KB, KBMC. So makofi kwa KB. Uh, pia kwa mwanangu Kipara ilikuwa ni mara ya kwanza karibu tena au sio? Hope to see you next Thursday.